Moja kati ya vitu ambavyo mimi binafsi waga nafanya ni kila tangazo ninalolifanya waga, ninachukua data za kila tangazo na zilogin sehemu fulani, na zirekodi ili niweze kuangalia tangazo langu limefaulu, lime wapi, limefeli wapi, na pale lilipo feli najua ninaweza nkarekebisha. Sasa AI inaweza ikachambua hizi data. Of course hizi kazi nilikuwa nafanya mimi binafsi mwenyewe kabla ya AI, lakini sasa hivi ni rahisi kufanya kwa sababu AI inakusaidia kuchambua data na kukusanya data zote. Actually unakusanya mwenyewe sasa hivi, lakini unaweza ukaunganisha na AI kukusanyia yenyewe data. Na actually nimeangalia, nime Facebook wanatafuta njia ya kuwa wanakusanyia data wenyewe direct, wanakuchambulia data wenyewe, wanahakisha wao wenyewe wamekuletea matokeo uliokuwa unayataka. una, una, una of course nahisi hiyo itasababisha tangazo liwe na gharama kubwa, kwa sababu wao wenyewe wanakuondolea mahangaiko ya kuangaika na Facebook Ads Manager, lakini that's not the point. The point ni kwamba hakikisha umekusanya data, kwa sababu data ndo mwanzo wa mafanikio tunasemaga. Kama wewe ni mfanyabiashara au unawaza kama CEO, utagundua kwamba waga tunashauriwa sana tufanye maamuzi yanayotokana na data, tunasemaga fanya data driven decisions kila maamuzi unayo yafanya iwe kuajiri iwe kupandisha tangazo iwe kushusha tangazo iwe kutengeneza content iwe kutengeneza offer, vyote vinatokana na data. Na nikiongelea data namaanisha nini? Namaanisha ile feedback iliyotoka kwa market. Soko linasemaje? Soko linataka nini? Kwa hiyo, unatengeneza kampeni zako pamoja na kila kitu unachopanga kukifanya kulingana na soko kulingana na soko, ili hii uwezekano mkubwa uwepo wa wewe kufaulisha hilo tangazo lako. Kuna mtu aliniambia Instagram kwamba ongea vizuri, wewe kiingereza chako, kiswahili chako sio kizuri. Yeah, na- naanza kuhisi hivyo, kiswahili chako sio kizuri. Nilinunua kamusi hapa ili niwe na sijui kama kamusi kweli itachangia kwenye, lakini nilinunua kamusi ili niwe naongea na kiswahili kizuri Kiunganishi, aina ya neno ambalo hutumika kuunganisha neno moja na lingine. Tabidi nijitahidi sana kiswahili changu kiwe kizuri, takua kila siku nitakuwa nasoma neno moja kiunganishi. Leo tumejifunza hizi mbinu tunazozizungumzia hapa, zitakuwa ni mbinu ambazo unaweza ukazitumia kujitofautisha. Jambo la kwanza, tumia AI kufanya uchambuzi wa data za matangazo ya